nimeona huyu kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume watano wanakutana ati kugawa serikali huyu kasongo hana habari amechaganyikiwa unajua tangu alienda pale Kisumu pale Bondo kulia machozi ya uongo akisema atanalia mambo ya Raila Kalonzo akaenda pale Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu kasoko amechanganyikiwa <gulie> Sasa wewe bwana kidinji <gulie> we, we, bwana kidinji, listen here. Wewe una habari hao wanaume watano wanakutana na mama moja, hakuna serikali wanagawa wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele, na hakuna mtu unagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya, kazi yetu ya kwanza ni kupeleka kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti ile unalipa, ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wa Kenya wametuambia tushikane, kwa sababu umeharibu Kenya, kila kitu, watoto umeua wale wengine umesema wapigwe risasi muu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Biashara imekwama, mashamba ya watu maskini umechukua. Wakenya wanatuambia tukusafirishe uende nyumbani. Kwa hivyo, ukiona hiyo wanaume tano na mama moja wakikutana, wanatafuta mtu moja ya kupeleka wabee nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye.